Taifa lenye demokrasia huwapa wananchi nafasi ya kuweza kuwateua viongozi kwenye nyadhifa tofauti tofauti kupitia uchaguzi unaoandaliwa na tume huru ya uchaguzi nchini. Na kama kuwa mwenye kuwajibika ni bora, kila mmoja aweze kupiga kura, kwani hivyo ni kufanya maamuzi. Taifa la Kenya limekuwa likiandaa uchaguzi, wawaniaji wakijitokeza kuwania viti mbalimbali, nao wakiwapa wananchi sera zao walizonazo maono yao walionayo kuhusu kufanya taifa la Kenya likaweze kusonga mbele. baadhi ya matukio ambayo yamekuwa yakitokea yamekuwa ya kuhuzunisha, kwani baada ya, ya, ya, ya matokeo ya uchaguzi, ghasia zimekuwa zikishuhudiwa, huku Wakenya wakiwemo akina wa mama na watoto wachanga wakipitia hali ngumu na kuathirika pakubwa. Lakini je, kipi kimekuwa kikichangia ghasia na machafuko ya siasa nchini Kenya? Karibu kwenye makala maalum ya misururu ya siasa na uchaguzi nchini Kenya. Sisi waandalizi wako Hasti na Yera nami Vincent Musungu. Karibu. Mwaka 2007 uliashiria kipindi cha mabadiliko makubwa katika historia ya siasa nchini Kenya. Taifa hili lilishuhudia ushindani mkali zaidi kutoka kwa pande zote za mirengo ya kisiasa, Katika uchaguzi wa mwaka huo, wawaniaji wawili wakuu, hayati Mwai Kibaki na Raila Amolo Odinga, kila mmoja alionyesha ubora wake na ari ya kuliongoza taifa hili la Kenya. Hayati rais Mwai Kibaki aliyewania wadhifa huo wa urais kupitia chama cha PNU alikuwa akitafuta mhula wake wa pili baada ya mhula wake wa kwanza kutamatika. Lakini kwa upande wa mwanawe Jaramogi Oginga Odinga Raila Odinga naye alikuja na chama chake cha chungwa almaarufu Orange Democratic Movement. Uchaguzi ulipoandaliwa na tume ya uchaguzi na mipaka nchini ambayo kwa wakati huo ilikuwa inafahamika kama Electoral Commission of Kenya ECK, na baadaye matokeo yalipotangazwa, hayati Rais Mwai Kibaki aliibuka mshindi kutokana na tangazo la mwenyekiti wa tume hiyo, huku mpinzani wake wa karibu, Raila Amolo Odinga, akija nafasi ya pili katika kinyang'anyiro ambacho kilivuta kwa upande wa kila mmoja lakini ghafla binvuu, baada ya tu ya mshindi wa urais kutangazwa, Kenya iligeuka kuwa uwanja wa machafuko ya ghasia, uharibifu wa mali, mauaji ya mtu na mtu, na kupelekea uhasama miongoni mwa wale walioishi pamoja kwa amani hapo awali, sasa kugeuka na kuwa maadui. Idadi kubwa ya Wakenya wasio na hatia ilipoteza maisha, huku mali ya dhamana ikiharibiwa, nao watu kupoteza makazi na wengine kukimbia makazi yao wakikimbilia usalama wao, kwani binadamu haligeuka hayawani kwa kutojali umuhimu na ubora wa maisha na swala kubwa ambalo itakuwa vigumu kuondoka akilini mwa kila Mkenya na pia halitasaulika katika vitabu vya kumbukumbu ya historia ya Kenya ni mauaji ya halaiki ya watu katika kanisa moja humu njini, pale ambapo waumini waliokuwa kwenye maombi wakimtafuta Mwenyezi Mungu walivamiwa na kuteketezwa hadi kifo. Hata hivyo, kutokana na machafuko hayo, nchi haikuwa na utulivu wala amani, maisha ya wakenya yakipotea na wale walioponea wanaishi na ulemavu na pia kusimulia wakati ama yale mengi walioyapitia wakati huo. Saa tano ya mchana, watu kumi na mbili ambao sikuelewa mpaka saa hii walikuwa wamefunga vitu kwa uso, na tulikuwa na mzee wangu Wesley Chiriyot na nilikuwa na watoto wawili, Sharon na Miriam kati ya watoto wa hiyo wadogo walikuwa kwa jirani, na mimi tulikuwa na mzee, na nilikuwa nimeacha jiko ya makaa, kulikuwa na githeri jikoni. So walipoingia nikauliza hawa ni nini, mnataka kutufanyia? naonekana nyinyi ni waisi. Wakaanza kutoa kisu zao na wakaanza kunikata vidole viwili chwa, na nilikuwa na mimba mwezi nane na nusu, wakaanza kunichoma along. We, we came talking about peace and reconciliation but still it occurred in 2007. They burnt our stores, they burnt our houses and that's how we were evicted. Me, I never came back. In fact, I called my wife on my phone. We had harvested. So I told her to leave the animals in the farm. we never came back to see them again. Up to now, we don't know where they went. So we went to the deal. Likatafuta kwa kuletwa kwa Kofi Anan ambaye alifika nchini na kuketi na viongozi hao wawili hayati Mwai Kibaki na Raila Odinga pale wali ambapo walikubaliana, na hivyo kukawa na serikali ya nusu mkate, baada ya Odinga kupewa waziri mkuu katika kipindi hicho. Pia katiba mpya ya mwaka 2010 ilipitishwa kwa kura ya maoni, huku ikiwa ni hatua kubwa ya mageuzi nchini. Katiba hii ilianzisha serikali ya ugatuzi kuimarisha mahakama na tume huru na kuweka misingi ya haki na utawala bora. Ilikuwa ni maandalizi ya uchaguzi wa kihistoria wa mwaka 2013, uchaguzi wa kwanza chini ya sheria mpya ya kikatiba katiba mpya ya mwaka wa 2010. Uchaguzi wa mwaka wa 2013 ulileta tena miundo ya mirengo za kisiasa, Uhuru Kenyatta na Rais William Ruto wakitengeneza muungano wa chama chao kilichofahamika kwa jina Jubilee. Upande mwingine Raila Odinga alikuwa kwenye kinyang'anyiro hicho kupitia CORD, Musalia Mudavadi pia akiwa kwenye orodha ya wawaniaji, ushindani huo wa wa ukivutia hisia mseto kutoka kwa watu mbalimbali kama vile wa kidini, wataalamu wa uchumi, na mtihani mgumu ukiwa ni kwa tume mpya ya kusimamia uchaguzi nchini chini ya katiba mpya ya IEBC. Kampeni zilifanywa huku kila mmoja akitumia mbinu zake za kumshawishi mpiga kura kumchagua pale kwenye kituo cha kupigia kura siku ya uchaguzi itakapowadia. Tutawaomba Wakenya tena wajitokeze, tutawaomba kura yao tarehe 17 Tuhakikishe ya kwamba mzee huyu sasa tumupeleke nyumbani, asikuja kusumbua Ruto 2022. Siku ya uchaguzi mwaka huu wa 2013 iliwadia iliwajia, kila mmoja akiwa na tumaini la kuweza kuliongoza taifa hili. Uchaguzi ulipokamilika, mwenyekiti wa tume hiyo Isaac Hassan aliyetangaza matokeo ya urais, na Uhuru Kenyatta chini ya muungano wa Jubilee aliibuka kuwa mshindi kwa kupata kura zaidi ya asilimia hamsini. Honorable Uhuru Kenyatta and his excellency the honorable Mwai Kibaki who will be assisted by the Chief of the Kenya Defence Forces, General Julius Karangi, to the inauguration arena. Matokeo ambayo yalipelekea Rail Odinga kuelekea mahakamani kuyapinga kwa kutaja kuwa kulikuwepo na udanganyifu kwenye upeperushaji wa matokeo hayo ya urais. Baada ya kuwasilisha kesi mahakamani, Odinga hakufaulu baada ya jaji wa mahakama kuyathibitisha matokeo hayo, hali hiyo ikiruhusu kuapishwa kwa rais mteule wakati huo Uhuru Kenyatta na naibu wake William Samoei Ruto kuchukua usukani na mikoba ya urais kutoka kwa mtangulizi wake mwenda zake Rais Mwai Kibaki. Na kama ilivyo ada katika taifa lenye demokrasia kama Kenya, baada ya muda fulani ya viongozi kuhudumu kutamatika, uchaguzi mwingine huandaliwa, na hivyo ndivyo hali ilivyokuwa, kwani uchaguzi mkuu mwingine uliandaliwa mwaka 2017, ushindani huo bado ukiwa mzito miongoni mwa viongozi waliokuwa wakiwania wakitafuta muhula wao wa pili, huku wapinzani wakirejelea kwa hapa. Ushindani uo huo rais mstaafu Uhuru Kenyatta na naibu wake kwa wakati huo William Ruto waliwania urais kupitia chama kile kile cha awali cha Jubilee, huku wengine wakiwa ni Raila Odinga kupitia muungano wa NASA na vilevile kiongozi wa chama cha Third Way Alliance wakijaribu angalau bahati yao. Chini ya mwenyekiti mpya wa tume ya IEBC na makamishna wake, uchaguzi uliweza kufanywa na kama ilivyo desturi, matokeo pia yalitangazwa, huku Rais Uhuru Kenyatta kwa wakati huo akiibuka kama mshindi kwenye ushindani huo. Hili lilipelekea upinzani tena kuelekea mahakamani kupinga uchaguzi huo pale ambapo jaji mkuu wa mahakama wakati huo, David Maraga, akaweza kutupilia mbali matokeo ya uchaguzi huo Hili likipelekea kurudiwa kwa uchaguzi huo. Hii ilikuwa historia nchini Kenya kwani halikuwa limewahi tokea tena. Mwaka mmoja baadaye kiongozi wa taifa rais mstaafu Uhuru Kenyatta na kiongozi wa ODM Raila Mola Odinga walikuja pamoja kwa maridhiano almaarufu handsheki, hilo likibainisha kuwa siasa sio uadui katika hali yeyote ile. suala hilo liliweza kuleta mgawanyiko katika serikali ya Jubilee, naibu rais wakati huo William Ruto akionekana kutokubali kabisa ushirikiano wa kinara kwa upinzani na bosi wake rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Wakati huo huo, rais wa sasa ambaye kwa wakati ule alikuwa naibu rais alionekana kuwa na wabunge waliomuunga mkono wa ndani wake wakimsuta bosi wake kwa kumtenga kwenye utekelezwaji wa baadhi ya masuala muhimu. Hii lilipelekea kupewa jina kwa mrengo wake almaarufu Tangatanga, jina ambalo baadaye likaja kutengenezwa kwa chama cha United Democratic Party almaarufu UDA. Haya hayakuishia hapo. Manake tutakuwa tunarejea tena kwenye awamu ya pili ya makala kama haya ya misururu ya uchaguzi siasa nchini Kenya. Simekuwa waandalizi wako Hastina Yera nami na Vincent Musungu. Nakumbuka tu kuwa unaweza kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii atupekuzi TV kwa maswala haya na mengineyo ama yale yanayofungamana na siasa.